Ninashukuru kwa sababu walinipa nyumba ninayoishi sasa hapa Birao. Idadi kubwa ya wanaoonekana ni wanawake na watoto, ambapo Jeoffrey Fabrice Sanguebe Naji, afisa wa UNHCR anayehusika na ulinzi wa jamii hapa Birao, kaskazini mwa CAR, anasema